Mapenzi ni sumu kama uja <laughs> yazoa, yakikupiga tabaki unalia. Ah, leo nataka nikamcheki yule ile mzee wangu kichaa. Ah, juzi alinipigisha bonge bonge la stori, yani alinisevu sana ile kichaa. Yani lazima nimcheki mazee, nitoe shukrani. sijawahi kutana na msia na busara yani kama yani kichaa, lakini zile vitu wanabonga aisee ah, god ni msomazee, wacha nimcheki mcheki, nikatoe shukrani. Wewe, mzee chizi, bado uko tu hapa kichakani mzee wangu? <laughs> <laughs> Yaani unantukana mchana peupe pi. Unanita kwa jina la kihuni wewe. Niite profesa bwana, daktari, mchambuzi wa masuala ya kiroho na kisaikolojia na masuala ya kijamii, sio chizi. Hilo ni jina la wasiotambua thamani iliyoko katika kichwa chenye nywele za miba. Samahani profesa, sikudhamiria kukudunisha mzee wangu ni nimebadilika, na mzee wangu, nimekuja hapa na kwa heshima, na nimekuja kukushukuru kwa sababu ya yale ambayo ulinielekeza mzee wangu. Samahani sana, samahani. Vizuri, <laughs> mtu anayejua samahani <laughs> ana akili ya kujifunza. <laughs> Siku hizi vijana, eh? Unaita daktari kichaa na mnamwamini mtu mwenye tiktok mwenye filter <tulok> hey, uh, <hey>, Profesa <tulok> ulinifungua macho. <tulok> Yale uliongea na mimi siku ile nikiwa nalia, uliweka uh, mwanga kwenye njia yangu, profesa na nimeamka. <laughs> Profesa uh, mapenzi haya nishikili tena, nimejisimamia <clears throat> na profesa, nimepata kazi sasa. <laughs> najitegemea profesa. <laughs> Hongera. <laughs> Umeacha kumwomboleza msichana yule aliyekuacha kwa sababu ya mtu wa boda. <laughs> siku zote mtu asimiliki nafsi yake, umilikiwa na hisia za wenzake. Nalikumbuka hilo e, profesa, na kila siku najiambia, na profesa alisema <laughs> mtu ambaye anakupatia usingizi wa machozi, mtu huyo sio kukumbukwa, mtu huyo ni kusahauliwa kabisa. Ama si ndio, profesa, uliniambia? <laughs> Umekumbuka vizuri na pia niliwahi kusema eh? Siku zote sikubali kuwa kamba ya kuvuta moyo wa mtu, hiyo kamba ikikatika utabaki kwenye shimo la maumivu. <coughs> Sasa wewe ni mtu mpya, lakini je, umevaa <laughs> silaha ya busara? Ah, bado unajifunza Profesa, na ndio maana leo nimekuja kwanza ni kupatia asante na kisha ni kuahidi kwamba, e, Profesa, nitakuletea zawadi na si chakula tu Profesa, bali nitakuletea koti nzuri la kijeshi ambalo litakuwa lina uh, lina kustiri wakati wa, wa mvua kali. Kwa kweli unastahili heshima kubwa Profesa. Hilo ni jambo la busara <laughs> nitavaa hilo koti nikihubiri huku kwenye miti ya miba <clears throat> mahali ambapo wasiojiamini wanapakwepa, lakini mimi hapa napaona kama darasa la maisha. Hapa ndo mafunzo ya maisha, waoga wanapoogopa wanahepa. <laughs> Aha, nitakuletea profesa tena kwa heshima sana e, kusema kweli profesa, na nitarudi tena na tena ili kuja kusikiliza busara zako. Alafu ningetamani profesa, angalau uniandikie vitabu <laughs> vya busara zako ili niwe navisoma. <laughs> vitabu vyangu vimeandikwa kwenye mioyo ya wale kwenye masikio ya kiroho. Siku moja nitaondoka mimi <laughs> lakini maneno yangu yatabaki na wewe. Kijana yangu Musa, ukiinuka usisahau walioanguka. Siku zote yule anayesahau vumbi kule alikotoka, kuzikwa na vumbi hilo siku ya mwisho. <gibu> Asante sana profesa, nashukuru na nakutakia, na wakati mwema, tutaonana tena. Mwenyezi Mungu akupenda profesa, aher kijana. Asante profesa.